Tunasema asante kwa kujiunga nasi, lakini tukukumbushe tu, mitandao ya kijamii imeleta mapinduzi makubwa katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia ikiwemo, eh, kuwaunganisha watu na hata kutoa ajira miongoni mwa watumiaji. Hata hivyo, baadhi ya watumiaji wa mitandao hiyo eh, hutoa maneno ambayo yanatweza wengine na hata kudhalilisha. Jambo jema ni kwamba sheria zimewekwa za kusimamia mitandao hiyo, lakini alini je, huu ndio uhuru wa kutoa maoni? Kujadili hili nitakuwa ni na mwenzangu Suleiman Mwiru hacha eh? Mm. Acha nikutambulishe <laughs> jina lako ni kubwa ndugu yangu. <laughs> Yeah, lina historia kubwa sana katika ulimwengu sasa. Huyu ni Suleiman, nitakuwa naye katika kujadili haya, lakini tutasoma maoni yako kadri unavyotutumia hapo. Tuachie maoni na tutayasoma hapo baadaye. Uh, Suleiman, tuangalie, mitandao imeleta mapinduzi makubwa sana mm. E, na katika mapinduzi haya yapo yale hasi mm, na na chanya mm. Lakini katikati ya haya maendeleo mm. kuna chagizo pia mm -hmm. ili chagizo litaweza kuondoka vipi? Uhuru wa kutoa maoni upo. Mm-hmm. Sio kwamba mamlaka itakaa na wewe pale ulipo wakati unachapisha, labda itaediti, alafu mm-hmm, iku, i, i, ndo ikupe ruksa ya kuchapisha. Kuna changamoto, pahala ni wapi? Ndio maana kuna sheria za kutoa mwongozo kwenye kila jambo, sio tu kwenye mitandao ya kijamii lakini kwenye jambo lolote lile, lazima kuwe na mwongozo ambao unawapa watu mipaka ya kuanzia na sehemu ambapo unapaswa kuishia. Kwa hiyo kama unavyosema, mitandao ya kijamii imekuwa ni msaada mkubwa sana, imekuwa ni mapinduzi makubwa sana ulimwenguni. Kwa mfano kama sisi tuko hapa Bon, ndio tunazungumzia maswala ya mitandao ya kijamii lakini mtu huko na chingwea huko Tanzania ndani ndani, anatuona moja kwa moja kupitia hii hii mitandao ya kijamii na teknolojia kwa ujumla. Kwa hivyo ni mapinduzi makubwa ambayo bila shaka ulimwengu unapaswa jivunia kwa hii teknolojia ambayo tulionayo, lakini kama ulivyosema pia, kutokana na kutofautiana kwa uelewa baina ya watu, wapo wanaotumia mtandao hii katika namna nzuri ambayo inawasaidia kujiboresha na kujimarisha katika maisha. Lakini wapo pia watu ambao uhuru umepitiliza, wameitumia mtandao katika kiwango ambacho kama ulivyosema hapo mwanzoni kwamba ni kama inatweza ama inawadhalilisha ina baadhi ya watu, kwa maana ya kwamba hawaitumii vyema. Kwa hivyo hapa linakuja suala la elimu na uelewa wa huyu mtu wa namna ya kutumia mitandao hii ya kijamii uko kwa kiwango gani. Mm -hmm. Kwa mtu mwenye uelewa na akili timamu anaweza kutumia mitandao hii katika kujiboresha na kufanya maisha kuwa rahisi, kwa kupata habari mfano, kutangaza biashara zake na kuitumia kama ofisi kama wengine wanavyotumia, kupata elimu pia kwa sababu mitandaoni kuna watu chungu nzima ambao kwa mfano leo hii mimi naweza nisa, nisipata nafasi ya kukaa na rais wa Marekani ama aliyekuwa rais wa Marekani mfano Barack Obama ambaye bila shaka namhusudu jinsi ambavyo anafanya mambo yake mm-hmm. lakini kupitia mtandao wa kijamii naunganishwa naye pale naona anavyochapisha mambo yake kwa hiyo nasoma falsafa zake maono yake juu ya Mungu anavyoenda vile, vile mtu mwingine anaweza kufanya hivyo lakini pia kuna watu wengine ambao hukutarajia kwamba pengine ungeweza kuona nao lakini kupitia mtandao wa kijamii unawafahamu unaona inakupa nafasi ya kukutanishwa nao kupitia mtandao wa kijamii hmm. lakini pia ndio linakuja swala hapa kwamba huyu mtu ambaye hatumii mitandao ya kijamii ama haielewi namna ya kutumia mitandao ya kijamii kile anachokichapisha au anachokiona anachokisambaza, ni halisi wa kiwango gani katika jamii? Je, kina maadili ama hakina maadili? Nnam, lakini tumeona watu mm. mashughuri umemtaja, e, mm. rais wa zamani wa Marekani Barak Obama kwamba ni miongoni mwa mtu ambaye unamhusudu mm. e, namna anavyoendesha shughuli zake kwenye mm. lakini mm. kama, u, kama vijana wengine wengi wapo mm. watu wanaohusudu wanaowatazama kama e, mfano wa kuigwa katika kuendea mambo yao katika kufanikisha mambo yao mm. lakini katikati ya hili hawa, hawa watu mashuhuri Mm. wamekuwa wakitoleana maneno makali baina yao mm. kuna point kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. mm. hili na yenyewe ni mfano mzuri wa kuigwa kwa huyu kijana ambaye anaamini huyu ndiye ndio mtu ninayemtazama katika kufanikiwa, hili ni la kuiga? Haa, unajua, hapa lazima tuweke wazi kwamba hili ni jukwaa kubwa la kila mtu, awe huyu mtu ana elimu ama hana elimu kwa sababu anayo tayari unaweza kusema ni vifaa vi, vi vinavyoweza kumruhusu kutumia mitandao ya kijamii, mfano hizi simu za smartphone kwa mfano, ama kompyuta kwa mfano, tegemea mtu anatumia kifaa gani. Kwa hiyo hili jukwaa linampa fursa kila mtu na linampa fursa kumkutanisha na kila mtu ambaye pengine alikuwa anatamani kumuona mtandaoni ama kumkutanisha kwa sababu unaweza kutaka kumtumia ujumbe kule kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano kama Instagram DM, anaenda kwenye Facebook Messenger

ana elimu ya kutosha anaweza kaa, mtu ana wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii lakini ukija kwenye uelewa wake wa mambo, jinsi anavyofanya mambo na mitandao hii kwa jinsi ilivyo, kwa bahati mbaya ni kwamba unaweza uka waswahili wanasema mneno siku like, hizi kutrendi, unaweza ukatrendi katika kitu ambacho ni cha ambacho sio ukikifikiria wewe mwenyewe kile cha kufedhehesha. Kwa hiyo watu wakaona wakushangaa. Kwa hiyo kupitia hivyo unapata watu pia wa aina yako kwa namna ya kukushangaza. Unaweza kupata umaarufu kwa kushangaza pia watu kwa matukio matukio unayofanya ukajikusanyia watu chungu nzima. Watu wakaona wafuatilia jinsi unavyo unavyowashangaza kwa maudhui ambayo unayochapisha kwenye mitandao ya kijamii, kwa hivyo kama ulivyosema, kwa mfano Tanzania hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya watu ambao ni maarufu kusema kweli wakiwa na wanatoleana maneno mitandaoni ambayo kimsingi ukiyatazama ni kama yana, unaweza uka, uka dauti kwamba ni kama hayafuati maadili kwa mfano. Kwa hivyo hawa watu huwezi kusema hawana elimu, lakini namna gani wanaitumia mitandao hii kuficha hisia zao ambazo pengine mtu mwingine akiziona anaweza akaona kwamba ni kama umekiuka misingi fulani ya jamii na vitu kama hivyo. Lakini cha msingi ambacho, lazima mimi nafikiri, watu wafahamu ni kwamba unayemfuata mtu katika mitandao ya kijamii, wewe unamfuata kwa misingi ipi? mm -hmm. Kwa mfano kama wewe ni mtu unaimba mziki sio lazima utawafuata watu ambao ni wa jamii yako ama watu wa, lakini, waka... lakini Suleiman tu, mm. samani kwa kukatisha hapo, kuna swala hili kwamba hata yule mtu ambaye ni ana tuseme analinda maadili kwa mm. namna ya kiwango kikubwa mm -hmm. huyu mtu ameweka maoni yake, ameweka mawazo yake kwenye mitandao mm. alafu akaja mtu mwingine akatoa lugha katika uwanja wa maoni ambayo mm. kwa kweli kwa mtu mwingine unaweza ukatafuta sehemu ukajificha, au usimalize hata kusoma kinachoendelea kule. Lakini yeye akaona tayari tu ameshatoa lililoko moyoni mwake na lile analojisikia. mm. bando ni la kwake, mm. chaja ni ya kwake, e, kifaa ni cha kwake. Utamtisha nini? Utampata wapi? Hi, hii inaweza ikaleta madhara gani, kiasi gani, kwa au kuliweka jukwaa la mitandao ya kijamii kuwa sehemu salama na kulinda kile kinachoitwa uhuru wa kutoa maoni? E, ndo kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa bahati mbaya, manzuri ni kwamba hili ni jukwaa la kila mtu ajilishi huko sehemu gani anakaa wapi amekaa wapi. Maana huyu mtu hata unaweza kama unashangaa mtu anakufuatilia ambaye hata wewe hujawahi kukutana naye na humjui na pengine hamtawahi kuja kukutana. Kwa hivyo imeshatokea mara kadhaa, tumeona watu wakichapisha mtandaoni, alafu anatokea mtu pale chini anaandika matusi ama anaandika kile ambacho anakijua, lakini ambacho watu wengine wakikisoma kitakuwa kina lugha ambayo ni chafu, kwa mfano. Maana yake ni kwamba huyu mtu jinsi alivyolipokea lile jambo ambalo wewe umeliweka mtandaoni, hata kama ni lina staha kwa kiwango gani, kwa uelewa wake ni kwamba yeye ameona kwamba halijamfurahisha, kwa hiyo yeye pale anaweka hisia zake kulingana na jinsi alivyoliona chapisho lako, haijalishi wewe umeliona ni bora kwa kiwango gani. Lakini kwa bahati nzuri e, sasa sasa hivi kuna sheria ambazo zinatoa mwongozo kwa... basi utashikilia hapo kwa. Mm -hmm. utashikilia hapo kuhusiana na swala zima la sheria, tuangalie maoni ambao wametutumia hapa, ambao wanatufuatilia. kuna huyu Joyce Mushi anasema, huo sio uhuru wa kujieleza kama wanarushiana maneno ambayo hayana maadili mtandaoni. Mtu mwenye busara hawezi kurusha maneno ambayo hayana maadili kwenye mtandao. Lakini Bonnie Olutu wa Kijitonyama, Dar es Salaam, anasema mitandao ya kijamii imekuwa njia rahisi sana ya kufikisha ujumbe kwa haraka kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na viongozi wengi hupendelea kuitumia. Mfano Rais Trump juzi amezua taharuki kisa picha yake ya AI. Tukitumia vizuri ni fursa nzuri kibiashara pia. Lakini Gideon Novat anasema, nipo Kagera, Tanzania. mimi mimi binafsi naweza kusema mitandao ya kijamii imekuwa fursa kubwa katika kujieleza ikiwemo kutoa kero yangu na kumekuwa na manufaa makubwa. Huyu anaitwa Hassan Mlasha, yeye, yeah, anasema yuko Moshi huko Kilimanjaro, Tanzania. Anasema wananchi wa kawaida tunachafukwa na baadhi ya mambo yanayoendelea, ndio maana watu hutoa maneno machafu ili watawala warekebishe kasoro zao. Lakini anaitwa Alphonse huko Dar es Salaam, pia anasema misingi mibovu ya makuzo iliyopewa katika ukuaji wao na kulewa usta ndio chanzo cha kutokuona haya na kucharuana mitandaoni. Lakini wa mwisho huyo anaitwa Isaya Sambo, hawa anasema mimi naona wanadhalilishana tu. Huo sio uhuru wa kujieleza kwani tunaambiwa unavyodai haki yako hakikisha hauingilii haki ya mtu mwingine. Hilo mm -hmm. Ni, ni swala muhimu sana mm -hmm. Tutarudi, lakini hebu tusikie maoni ambayo tume, e, tumewauliza wakazi wa Dar es Salamu. Je, huu ndio uhuru wa kutoa maoni ama uhuru na mipaka yake? Kwa mtazamo wangu naona ni kuvuka mipaka kwa mfano let's say mnarushana maneno kwenye mtandao, aidha huyo kati ya uh, warushanaji maneno mmoja wapo ni mfanya biashara. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, kwa kurushiana maneno inaweza kampelekea mmojawapo kususia brandi ya biashara, udhalilishaji pia. Kwanza wanatakiwa wafuatilia watu wanaofanya hivyo na kuwadhibiti kwa, kwa kuwapa sheria au adhabu kali dhidi ya vitu kama hivyo. Ah, kwa, kwa mtazamo wangu naweza nikasema ni uhuru wa kujieleza uliovuka mipaka kwa sababu watu wanakuwa huru kupitiliza na mara nyingi tumekuwa tukiona watu wengi ambao wanatupiana maneno kwenye mitandao, hasa maneno yasiyofaa eh, kutokana na, na, na maadili ya nchi yetu, wamekuwa wakichukuliwa hatua na serikali eh, kwa kuitwa kwenye vyombo vya sheria na kuhojiwa juu ya mambo walokuwa wakiyazungumza. Sasa nadhani hiyo inatokana na uhuru ulopitiliza. Kila mtu anatumia mitandao kwa, kwa matumizi tofauti tofauti eh, sasa inategemea, lakini pia serikali imesisitiza ime, ime, ime, ime, ime watu kutumia vizuri. Hivyo basi, kwa mtazamo wangu naweza nikasema imejitahidi kuangu. Mimi mwenyewe, uhuru wa kujieleza ni una mipaka yake. Namaanisha kwenye mitandao ya kijamii, ukianza kutumia uhuru wa kujieleza kutupiana maneno makali, unaweza ukasababisha vitu vingi, kwa mfano ukasababisha chuki, vurugu, maugomvi. Kwa uhuru wa kujieleza una mipaka yake. Kwa hapo namaanisha mfano kwa baadhi ya sehemu serikali huwa inachukua hatua kwa kuweka sheria kali ya kuzuia hayo mambo. Kwa hiyo uhuru wa kujieleza hautakiwi kuvuka mipaka. Kwa maoni yangu, naona kwamba ni ushikaji wa kisheria, pia inaleta changamoto ya migogoro baina ya watu na watu. Mhm, inaongeza migogoro baina ya upande mmoja na upande mwingine hmm. Lakini limezungumzwa swala la sheria humo ndani pia hmm. Wanasema kwamba kuna sheria ambazo zinatumika hmm. Lakini ninaona kama ni kama watu tumejikuta hmm, au watu kundi kubwa la watu hmm, watumiaji wamejikuta wakitumia mitandao ya kijamii pasipokuwa na elimu, na wakati mwingine kabla hujajibu hmm, Suleiman, ni kwamba wakati mwingine ni kwamba sheria imekuja kwa mfano kwa nchini Tanzania, sheria kama imekuja kwa kuchelewa tena imekuja katika wakati ambapo mpaka pale serikali ilipotekenywa pahala mm. Ikaona hapa kuna, kuna haja ya kuweka sheria ina <laughs> maana hizi sheria zina, zinaweza zikamshika mtu tu fulani mm. Au kuna namna ambavyo e, zimechelewa mm. Kuna tashwishi mimi ta... siwezi kusema kwamba sheria hizi zimechelewa sana, kwa sababu hawa ukumbuke, kama mitandao hii ya kijamii haijaanza miaka mingi sana. Yani kwa mfano kama Instagram mwaka 2010, 11 ndio mitandao imeanza kuwika sana. Kwa hiyo unaweza kusema karibu kwa miaka kama 10, 12 mfululizo ndio walau watu wameanza kutumia mitandao hii kwa, kwa kumi, wa ukubwa sana na, zamani kumekuwa na matoleo mbalimbali ya hata ya, ya hizi simu ndizo zinazotumia kwa mfano. Zamani ilikuwa ni kompyuta mtu anaingia katika website kwa mfano, ama tovuti unaweza kusema hivyo. Lakini kwa mfano majukwaa kama WhatsApp Facebook, TikTok na majukwaa haya, majukwaa haya ni mapya kwa hata hizi sheria ambazo zimewekwa zime kwa sasa hivi. Kwa mfano kule Tanzania e, sheria hii iliyotolewa na TCRA ibara ya 18 unn inasema mm, kwamba kila mtu anayo haki ya kutumia mitandao ya kijamii ana haki ya kupata taarifa na kuwa na, na, na uhuru kujieleza, wa kujieleza, kuyaeleza yale mawazo yake kupitia mitandao ya kijamii lakini pia ibara ya 30 yenyewe pia inasema kwamba inaweka mipaka kwamba uitumie katika misingi ipi, wapi ukipashika watakukamata, wataku wapi, ukigusa haupaswi kufika na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sheria hizi sio kwamba ni za miaka mingi, ni sheria ambazo, bila shaka, hata mimi mwenyewe naamini kwamba jinsi muda unavyozidi kusonga mbele, serikali za Afrika pengine na ulimwengu mzima utakuwa kwa, kwa kwa mba, ye, hu, sasa, haji, na jukumu la kuhakikisha ni mitandao hii sio ya miaka mingi sana utarajia pia pale pale kwa watu kwamba bila shaka hata watu wanaoitumia mitandao hii uelewa wao hauwezi kufanana. Wapo watu wenye elimu ya kutumia mitandao hii, wanaitumia vizuri, lakini pia wapo watu ambao wanahitaji kupewa elimu ili waitumie vizuri. Lakini pa, pa, pa, wakati wakati wanasubiri kupewa hiyo elimu tayari wenyewe wanaitumia na kuna sehemu wanakosea, kuna sehemu wanapatia, ama kwa kujua na wengine pia wanafanya hivyo bila kutokujua. Kwa hivyo ndo mambo yenyewe haya ya mitandao ya kijamii <laughs> e, kuna hiyo sheria ulioitaja ya cybercrime lo ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikikumbana na mbinyo sana hasa Tanzania, lakini si eh, vyombo vya habari tu peke yake, hata majukwaa mengine ya kijamii. Kwa mfano jana bungeni mm, eh, ya wizara mm -hmm, ya inayohusika na masuala ya eh, mawasiliano mm -hmm, na hiyo imesema kwamba imezifuta au imeyafuta majukwaa ya kijamii mm -hmm, eh, na blog mm -hmm na akaunti za watu mm. takribani elfu themanini mia moja sabini na moja mm -hmm. kwa kile tu ilichokisema kwamba ilikuwa inachapisha maudhui ambayo yanakiuka, yako nje mm -hmm. ya maadili mm -hmm. Sasa nje ya maadili kwa kiwango gani? Nani mm -hmm. anayepima hapa katika nukta hii ni nje ya maadili? mm -hmm. Tulizungumza na msemaji wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa mm -hmm. ambaye kwanza tulitaka kufahamu hasa e, hii hapa anaposema kwamba um, ni mkanganyiko sio mkanganyiko, u, so mkanganyiko mm -hmm. hasa u um, uh, nje ya maadili au maudhui yasiyofaa mm -hmm. ni yepi? mi pengine naweza nikaweka picha mm -hmm. E, alafu nikaanza kucheka hapo uka... nitaambiwa ni nje ya maadili. Kwa hiyo tulizungumza naye na hebu tusikie. Kwanza tunaposema maudhui yasiyo sahihi ni maudhui ambayo yamezuiwa kwa mujibu wa sheria. Uh, tunayo sheria hapa ya makosa ya kimtandao ambayo imeainisha maudhui mengi ambayo yamezuiliwa kuchapishwa, iwe kwenye mitandao ya kijamii, iwe kwenye vyombo vya habari eh, kuchapishwa ama kusambaza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine na, na, na kutokana na hilo sasa, uh, mamlaka zetu ambazo zinasimamia utekelezaji wa sheria hii nikiwa na maana ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imekuwa ikifanya ufuatiliaji uh, wa machapisho mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari na pale kunapojitokeza makosa ya kimtandao uh, ambayo yanazuiwa kwa mujibu wa sheria, inayo mamlaka ya kisheria ya kuzuia uh, ma, ma, machapisho hayo ama kufuta jukwaa hilo uh, kusababu, uh, kwa sababu machapisho yanayowekwa yanaleta madhara katika jamii. Kwa hivyo kwa hivyo, hayo kwa kifupi ndio hayo, yanahusisha pengine kuchapisha picha zisizofaa, eh, labda matam, matamshi yanayodharidisha watu uh, vitendo vya uchochezi na mengine mengi ambayo yanazuiwa kwa mujibu uh, wa sheria uh, ya makosa ya kimtandao. Na, na haya majukwaa mlioyafuta pengine ni ya watu wa kawaida, wanasiasa ama watu mashuhuri, kwa sababu tunaona hata watu mashuhuri na wenyewe wamekuwa wakitoleana maneno machafu kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ku, ku kutengeneza makundi ya kwamba huyu ni mwanasiasa, huyu ni mtu wa kijamii, huyu ni mtu wa namna gani, hilo litakuwa ni jambo jingine. Muhimu ni kwamba eh, sheria inazuia maudhui yasiyofaa mtandaoni na maudhui yote ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria uh, ya makosa ya kimtandao uh, ile ya mwaka 2015 uh, yakijitokeza basi vyombo vya vya, vya, vya, vya, kisheria vina vinachukua hatua ambazo zinastahili. Lakini e, hili zoezi limechukuliwa lime, lime kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu hizi takribani e, majukwaa ya kijamii elfu themanini kufungwa. Zoezi hili Bwana Msigwa ni la muda mfupi ama la muda mrefu, kwa sababu ukiangalia Tanzania mnaelekea katika uchaguzi mwaka huu baadaye. -zo zoezi ni la wakati wote. Takwimu mlizopewa ni za kipindi fulani, lakini zoezi lipo tangu sheria imetungwa tukaweka na kanuni tumeanza kutekeleza na um, takwimu zipo za kipindi fulani, ziko za jumla za tangu tumeanza. E, uh, muhimu ni kwamba sheria tunayo na inakataza inakataza, leo tangu ina, itakataza kesho mpaka hapo itakapobadilishwa. Kwa sasa hivi, kwa sababu ipo, ni muda wote inaendelea kutumika ndani ya nchi wote wanaofanya makosa haya tunawapata. Haya, ushaambiwa, mtu akikiuka maadili huko Tanzania wanampata, na kama walivyosema hapo tayari, kuna baadhi ya e, blogs hizo, tovuti mbalimbali zimeshaanza kudhibitiwa. Lakini swala muhimu ambalo mimi nafikiri la paswa kupewa kipaumbele hasa ni elimu ambayo watu wanaweza wakayapatiwa namna ya kutumia mitandao hii ya kijamii. Kwa mfano vijana ambao ndio watumiaji wakubwa, lazima kuwepo na sera na mipango ya kuweza kuwasaidia namna gani bora ya kutumia mitandao hii ya kijamii ili kuepuka pengine kukiuka haya ambayo yanaelezwa, kwa sababu wakati mwingine sio kwamba watu wanao uelewa ambao unafanana eh? Na hasa hasa kwa mfano kama vijana, unakuta mtu anatumia mitandao ya kijamii yeye tu kutu, anasema yupo anafuatilia vitu fulani, anaweza kaa anasambaza, au amekutana na kitu mtandaoni akaona kwamba awatumia marafiki zake kitu ambacho pengine hakina maadili. Kuto kujua kwake kunaweza ukamsababishia matatizo, kumsambazia mtu kumtumia mtu lakini kuto kujua sheria ndo anaanza nikasema kwamba unaweza kuwa hujui sheria, kwa sababu hujaelimishwa, kwa sababu mitandao hii kama nilivyosema ni migeni, na sio kwamba watu wana uzoefu ule wa wataalamu wa mitandao hii ya kijamii. Kwa hivyo kunayo haja ya kupewa jitihada za kwenda kuwagusa watu vijana, na watu mbalimbali ambao wanatumia kujua mipaka, wapi waingie, wapi wasifike na vitu kama hivyo ambavyo vinaweza nikaisaidia jamii hii. Elimu ambayo inapaswa kutolewa mm. haitakiwi kutolewa katika mfumo ambao sio rasmi hmm? iingizwe katika mitaala hmm. kuna somo la tehama kwa mfano Tanzania, kuna somo la tehama katika somo la tehama haya yote yajumuishwe, kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii, matumizi ya simu gani ambayo ni bora, matumizi ya roboti gani ambayo ni nzuri kwa ajili ya wakati fulani na wakati fulani, kwa sababu hatuzungumzi mitandao ya kijamii peke yake kwa sababu huko tunakokwenda mpaka mm, maroboti ambayo yanakwenda kutumika eh, utatumia kwa namna gani? Unaweza ukakuta mm, roboti ya kukata nyanya ukalipeleka hospitali, mm, itakuwa janga hili. <laughs> ya, kama nilivyosema hapo awali, wewe mwenyewe uligusia kitu muhimu sana ambacho bila shaka hata wafuatiliaji wetu wanakuwa wanapaswa kuondoka nacho, ni kwamba mitandao hii ukiitumia vizuri, yupo mtu ambaye mitandao ya kijamii ni ofisi yake kwamba ana bidhaa zake anazichapisha mtandaoni, anawavutia wateja wake. Yupo mtu ambaye kila siku ni kuchapisha maudhui ambayo anaielimisha jamii kuhusiana na masuala ya kiafya, masuala ya teknolojia na masuala mengine muhimu ambayo yanaigusa jamii moja kwa moja. Kwa hivyo kama watu wataelekezwa namna bora ya kutumia mtandao hii, wanaweza wakajiingizia kipato mwingine, wakaelimika na kubadilisha jamii kwa ujumla na Maswaibu uh, tu, tusome maoni ya watu wawili mm. wawili eh, namwona Maneti Magongo kione wa Iringa uruti anasema, panapotokea tofauti bora mmoja ajishushe, au kama unajitambua unakosa bora uombe msamaha. Lakini kuna Godfrey Nyerere anasema sio sawa, maana kiongozi ni mtu anayeongoza njia au anayekuonyesha njia. Kutoa ma, maneno machafu dhidi yao haileti picha njema. Huyo anaitwa Cyrus Kosgei, anasema kiburi, wengi wao pesa ndio inawasumbua, kila mtu sitaki kusikia mwenzake anasema nina pesa, huyo ataniambia. Bila shaka, huyo anawazungumzia wale watu maarufu kwenye mitandao ya mm -hmm. kijamii ambao wao kwa wakati fulani wanachapisha vitu wakiamini kwamba wanapaswa e, pengine kupata maoni ambayo yanawafurahisha wao tu. Kikosoa, a, ana, huyu bwana anahisi kwamba wanakuwa anadharaulika na vitu kama hivyo. Huyo anaitwa Nzoi saba Jean Claude, yuko Burundi huko, anasema anatupata vyema. Lakini anasema, kuna baadhi ya watu wamejisahau, kuna kauli ya ambazo hazina msingi wowote katika jamii na kueneza chuki. Unachotakiwa una utue na kiasi kwa kila jambo. Hapa ndo narudi swala lile la maswala ya kupeana elimu eh, na kwamba hichi ikifanyike, hiki kisifanyike, hiki hakiendi na maadili ya jamii, kwa sababu kila nchi ina, ina utamaduni wake. Kwa mfano kama Tanzania, kwa mfano kama Tanzania, namna unavyotumia mtandao ya kijamii na mtu anayetumia mtandao hapa Ujerumani, bila shaka vitu vinakuwa viwili tofauti maadili ya nchi hii na nchini kwetu ni tofauti kwao. Bila shaka lazima kuwe na mwongozo katika masuala haya. tukumbuke mm -hmm. tu kwamba uhuru wowote mtu anaupata mm -hmm. bila shaka unakuja na uwajibikaji mm -hmm. kama umepewa uhuru, basi wajibika kwa kuutunza ule uhuru na hakikisha kwamba unachora mstari mwekundu kwamba mm -hmm. hapa mimi sipaswi kuvuka katika kuhakikisha kwa kwamba haki hiyo unaitunza. Jina langu ni Hawabihoga, mwenzangu ni Suleiman Mwiru. Hapa tulikuwa tukijadili hili, tutakomea hapa mm -hmm. Pa, lakini tunaendelea kuzungumza na wewe katika uwanja wa comment, ndio wanasema hivyo jenzi eh, wanakuambia kwamba kwanza, unajua kwa kama mfano kama sisi DW Kiswahili tunapatikana katika mtandao wa TikTok. Ukienda kule kuna maudhui yanayohusu vijana zaidi huku mm -hmm. TikTok, ukienda YouTube pia kuna mahojiano chungu nzima yako huko, video picha mbalimbali Instagram, huko kuna katuni, kuna taarifa mbalimbali, vidokezo na vitu chungu nzima, pamoja na mtandao wa Facebook. Kwa hiyo wakienda huko watajionea mambo, kwa hiyo tumekusanya jamii ya watu wote katika hiyo, ni vijana, watu wazima, wote wamewekwa katika mitandao mbalimbali. Kwa hivyo fursa ni yao kutembelea eh, kusubscribe, kulike, kushare na mambo yote hayo. Tuambie asante kwa